Habari za muda huu. Leo nataka nikuelekeze jinsi ya kupata namba ya NIDA au jinsi ya kupata kitambulisho cha taifa online au jinsi ya kupata namba ya NIDA mtandaoni kwa kupitia simu yako ya mkononi. Ni rahisi sana, nisikiliza kwa makini. Utakuja kwenye hii application hapa, utakliki hapo Baada ya kukliki hiyo apu, itafunguka. Utasearch maneno yafuatayo. Umeona ya maneno niliyonyosha a mshale, utakliki sehemu hiyo, yaani utasearch. Baada ya kusearch, itafunguka Kisha utakliki hayo maneno ya bluu hapo. Ukisha kliki maneno hayo, utakliki sehemu ifuatayo. Utakliki sehemu iliyokuambia jisajili au create account. Baada ya hapo utajaza taarifa zifuatazo. Sehemu hii utajaza barua pepe hapa, utajaza password, alafu hapa utazirudia hizo password ulizojaza hapo juu. Hapa utakliki hii sehemu nilionyoshea mshale kamshala hapo, kisha utajagua uraia kisha utamalizia sehemu hii hapa. Sehemu nilionyoshia mshale, utajaza haya maneno hapa kama jinsi yanavyoonekana, lakini wewe utapewa maneno yako hapo. Baada ya kumaliza mpaka hapo, kuna sehemu inakuambia fungua akaunti, utagusa hapo. Kwa hiyo ukishagusa hapo tayari utafanikiwa kufungua akaunti yako. Kisha ukishafungua akaunti utalogin na password ulizoziandika hapa kwenye akaunti yako. Kisha utajaza maneno yafuatayo: utajaza jina lako kamili, utajaza jina la mama yako utajaza kuna fomu itakuja, na maanisha utajaza tarehe yako ya kuzaliwa, utajaza sehemu uliopo wewe, kama mkoa uliopo ni Dar es Salaam au Dodoma utajaza, utajaza na wilaya. Endelea kunisikiliza, kuna baadhi ya vitu sijakuelekeza, usikate video. Kwa hiyo baada ya kujaza taarifa hizo ambazo nimekuelekeza, baada ya kucreate account, na maanisha baada ya kufungua account, utaenda sehemu ifuatayo, utaenda ofisi ya wilaya au sio ofisi ya wilaya, bila shaka unajua ofisi ya wilaya. Ukishafika pale ofisi ya wilaya, lakini kumbuka, inatakiwa uwe na kitu kifuatavyo. Lazima uwe na cheti cha kuzaliwa, au kopi ile moja. Utapiga cheti cha kuzaliwa kopi tu moja, au nakala, tunasema nakala moja, kisha utaenda nayo, kwa sababu hii nakala utaenda kuiacha huko huko na utarudi na cheti chako original. Unaona, ukishaenda hapo ofisi ya wilaya utaulizia naulizia ofisi ya NIDA watakuelekeza, kwa kuwa kama wewe ni mzoefu kwenye maofisi, maofisi utaenda moja kwa moja tu ofisi ya NIDA. Utaenda hapo, utaenda kuweka kitu kinaitwa fingerprint, kwa sababu tayari ushafungua account na ushajaza taarifa tayari. Watakuwa, watakuuliza kwanza ushafungua account online, utasema ndio. Kama bado sasa ni wewe na wakati tayari mishakuelekeza jinsi ya kufungua. Utaweka dole gumba lako tunasema fingerprint. Ukishamaliza kuweka fingerprint, utasubiria ndani wiki moja tu, NIDA yako itakuwa iko tayari, au siku hizo hizo kama hamna foleni, utachukua namba ya NIDA muda huo huo, au sio? Basi, sina mengi, nakutakia siku njema. Leo tunaelekeza jinsi ya kuchukua namba ya NIDA online. Nakutakia siku njema tena.